wale walikuwa na majukumu muhimu ya kwenda kucheza kombe la dunia la nini? si umeelewa? Kwa hiyo CAF ana vilabu vyake, na ndio maana umeona logo yetu sisi tumekuwa wa kwanza kupata logo ya CAF. Unapozungumzia kubandua, kubandua, hujua ina maana nyingi. Kubandua logo ipi sasa? Yaani kwamba nini hii? Kwa hiyo wa mashabiki wa Simba wote wamebandua au sasa, yeah. Nikuulize ni swali, nikuulize swali, we si Muislamu? yeah. We najua unaitwa Abdallah, si unaitwa Abdallah? Eh? Ndiyo mwandishi, lakini si una dini yako, unaweza kuzungumza haki hivi kati ya jezi za Yanga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 hivo vitu sidhani kama kina hata kimoja hapo kipwa. <laughs> si umeelewa? Kwanza mashabiki bora bora wako wapi? wako wapi? si wale majirani zenu, wako wapi? Shabiki bora ni yule shabiki anayesupport timu yake, anakwenda uwanjani, anatoa kiingilio chake, wanalipa tiketi, anaingia uwanjani, wanalipa kiingilio, Yanga wanalipa kiingilio eh, wanalipa kiingilio Yanga ile kiingilio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 taji kuiona Yanga kwani mzanzibari hawezi kutoka Zanzibar akaja hapa hivi? Ngoja Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar na Mwanza wapi mbali? Subiri, Zanzibar na Mwanza wapi mbali? Inategemea unatoka wapi. Zanzibar na Mwanza unatoka Dar es Salaam. Zanzibar na Mwanza wapi mbali? Inategemeana na usafiri. Sasa kama mtu anatoka Mwanza, anatoka Dodoma, anatoka Tabora, anatoka Bukoba, anakuja kuishabikia Simba yake. Mashabiki wa Mwanza walichokiomba walishaishuhudia Simba ikicheza fainali hapa Zanzibar. Wameiomba Yanga Africans ije kucheza huku kwenye hatua ya mapumziko. Simba imekwenda Zanzibar, sio Simba imekwenda Zanzibar. Simba imepelekwa Zanzibar. Hmm. Sisi tulipelekwa, tulifosiwa kwenda wapi Zanzibar? Mashabiki wa Simba kweli mliamua mli kwenda Zanzibar? Tumeforsiwa twende Zanzibar. Sumelewa. Hmm. Hey. Lakini wao wameomba kwenda wapi? Zanzibar kwa vitu vili tofauti. Wao wameomba kwenda Zanzibar. Wanajua kule watu elfu nane, watu elfu nane wakipatikana wa Pemba eh, hey, kama kama elfu tano hmm, na wao huko wakitoka elfu moja uwanja umejaa. <laughs> Ngome elfu sitini na tano pale, si manaelewa, pale wanatakiwa watu elfu sitini hmm, na tano yani vile viwanja vya Amani viwe kumi na tano ndo unajaa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa nini Yanga hawawezi hapa kujaza <inaudible> <inaudible> wanaujaza kama ah, bule? Kwa sababu wao wamezoea kuingizwa, si atujazoea kuingizwa, si manaelewa? Hmm. shabiki wa Simba Juzi hapa mmedia sialiongea wakati tuko studio, alisemaje? Si alisema kwamba mechi tutaingia bure, alafu watu walifanyaje? Ndio unajua kwamba shabiki wa Simba ni shabiki bora, ndio maana nikakwambia Yanga hawana mashabiki bora. Shabiki anaambua ingia bure mpirani, anaomba na supu, yaani asubuhi akifika ya apewe supu, mchana akifika apewe ubwabwa, alafu akitoka apewe ubwabwa shabiki hapo, kuna shabiki hapo. Twende <coughs> kwenye uongozi, bosi anafanyaje? Emu, ngoja kwanza asifurahi, bosi wa timu namba tano barani Afrika, yaani timu yake namba tano barani Afrika, ufurahi wewe? Huko kwenye kumi na tatu bora. Haya, ah, tukija kwenye hela, labda ana hela ndio kaamua watu waingie bure Simba namilikiwa na, na bosi ambaye ni tajiri namba moja East Africa, mbona ya kuingiza bule milioni mia tatu kiamua akiamua ya pale, yaani milioni mia tatu tukaingia msimu mzima wow. Timu. Muindi afanyaje? Hebu <laughs> <laughs> nitafutie sajili zilizotumia gharama kubwa katika hizi